Usikubali katika nchi yako, kama wewe ni mtawala, kuna watu hawasali, jukumu unabeba wewe. Vile vile, usikubali katika maeneo yako ya mtaani, kuna watu wengi hawaonekani kwenye sala. Ni hatari kwenye mtaa ule, kwamba kuna waovu wengi zaidi kuliko watu wema. Pia usikubali ndani ya nyumba yako kwamba kuna watu wawili watatu, sala yao kwao ni kitu kizito. Usikubali hilo, kwa sababu lazima kuna ukorofi ndani ya nyumba, kuna watu si waaminifu, na kuna watu ambao madhali Mola wao hawakusikia wito wake, basi fahamu kwamba hata roho ya mtu vilevile, kuitoa kwa urahisi sana, seuze mali yako tena na kila kitu chako. Amri ya Mwenyezi Mungu ya sala ndivyo ilivyo hivyo, na misdakan liqaulillahi ta'ala

Hakikisha kwamba unawaamrisha watu wako wote waliokulazimu, hasa wale walio ndani ya nyumba yako unaoishi nao. Amrisha kuswali kwa watu wako, toa amri tena, uwe serious na wakati unapoamrisha. Sio ufanye tokeni tokeni tokeni, alafu wewe mwenyewe unajifungulia chandarua au unakunjua blanketi zaidi kwa kulala. Watajiuliza wale kama hili jambo lina maana, mbona yeye kalala tutoke tutoke tu, tahamaki, watatafuta upenu wowote ule mle mle ndani mle, kama si mvunguni, popote atalala nao. Vile vile hawa wakitoka nje watakuonyesha wametoka nje, lakini hawendi kuswali kwa sababu halina thamani jambo lenyewe, mbona yeye mwenyewe kalala? Kwa hivyo waamuru ahlaka bisalati wassabir alaiha, na wewe mwenyewe uwe umeshikamana nalo jambo hilo kwa nguvu zote, uonekane ni mfano ukiweza kusimamisha swala hii we mwenyewe na kuamrisha watu wako waliokulazima, basi tunakwambia waliokulazimu, basi tunakwambia, kuna baadhi ya mambo kama riziki si kazi yako, tuachie wenyewe, utajionea mambo ya kiajabu. la nasaluka rizqa, sisi hatukutaki tena wewe rizki. nahnu narzukuka, sisi ndio tutaka kuruzuku na tuna nguvu iliyokamilika kuipeleka riziki kwa kila kiumbe nguvu iliyo kamili. Anasema Mwenyezi Mungu katika sura Adhariyati, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, na wala sikuumba mimi majini wala binadamu ila kwa jambo moja tu la kuniabudia mimi peke yangu, wakati unaniabudu peke yangu, illa liyabudun ma uridu minhum sitaki mimi kutoka kwao, min rizkin, rizki yoyote wa ma uridu, wala sitaki mimi kwa ibada hiyo an yutimuni, kwamba wanilishe isipokuwa isipokuwa, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu huwa razzaqu, yeye ndiye mwenye kuruzuku. Hakadha kwa alifu na lamu arrazaku, definite article, ameitumia kwa kuwa ni peke yake hakumkabidhi ufunguo kuchezea wa rizki hata malaika yoyote yule. Inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu mwenye, mwenye jina la Allah huwa man huwa arrazzaqu, yeye ndiye mwenye kuruzuku, tena tena, katika jambo la kuruzuku wadhifa huo, anasema dhul quwa, mwenye nguvu. Na nguvu zenye nguvu gani za muda mfupi au ha, hapa mpaka pale Almatin, nguvu zilikuwa zimetimia madhubuti sana, haziwezi kulinganishwa na nguvu za yoyote katika jambo gani la kutoa riziki. Sasa unaona ibada ya sala ilivyo, ibada ya sala itaweka amani ya kila kitu. mna madhal arzaki pahala zimekuwa ni za wasaa, basi fahamu uadui wote utakuwa umekaa upande. Kwa binadamu yote yenye kusababisha uadui ni riziki bwana upatikanaji wake riziki, kama utakuwa ni watabu na mashaka, basi chanzo sasa cha balaa katika ardhi, hicho chanzo cha kuhusudiana ni hicho, kuuana ni riziki. Mambo mengine mengine yanatajwa kwa ni sababu tu, lakini chanzo hasa ni kwamba binadamu hawezi kustahimili jambo hilo, mara anabadilika nia mara moja tu. Kwa hivyo siri iliyopo ya mafanikio, wa amur ahlaka bisalati wastabir alayha la nasaluka rizqa nahnu narzukuk walaqibatu, na mwisho mwema siku zote lilmuttaqina au litaqwa, mwisho mwema ni kwa sababu ya jambo la kumcha Mwenyezi Mungu, na wacha Mungu ndio wenye kupata mwisho mwema. Kwa hivyo kama kuna yoyote katika nchi haswali ni kisirani kikubwa kwa wengine hilo jambo tulifahamu, sisi tunaofanya fanya, fanya kuswali swali, tufahamu kwamba wenzetu ni maadui zetu, kwamba wanakosesha salama katika ardhi kwa kuwa hawaswali. Na ikiwa ni katika mtaa, elewa tu, usidhani katika mtaa wewe uelewe mgeni ni nani, hapa kaja mwenyeji nani. Pengine yule mgeni atakuwa mgeni na aje mwenyeji yapone, maana naswali mtu mzuri sana, lakini mwenyeji ambaye haswali ni hatari ya jamii. Mwenyeji huyo ni hatari ya jamii, maana kama kamdharau mola wake, atamdharau mwengine yoyote yule vile vile kwa hivyo ndiyo maana hapa, katika baadhi ya mambo yenye kuweka amani katika dunia ni kusimamishwa ibada ya sala. Waelewe watawala jambo hilo, waelewe wakuu mbalimbali jambo hilo, waelewe mababa ndani ya majumba jambo hilo, waelewe kila watu. Walimu wa skuli wafahamu kwamba wale wanafunzi wao ikifika wakati wa sala, walimu binafsi wawe serious. Mlema skuli kama itakuwa ni mbali msikitini, basi nazisogezwe meza na pafekwe mafagio, pawe safi, watu waonekane pale wanaswali, hata hapo skuli vile vile. Maana hapo ndio salama ya kila kitu inapatikana katika usimamishaji wa sala. Hakuna jambo hilo ati hutokezea waislamu maskini wakawa wako serious wakali wakakamavu, wanasema kwamba hapa hukuja kuswali wewe, yani katika maskuli au katika makambi mengine mbalimbali, au katika sehemu mbalimbali, anaambiwa hapa wa, nini, nini, wanataka kuswali. Mmoja wa kuswali hapa hapa, si msikitini hapa. Masikini roho zetu waislamu sisi, hatuijui amani yetu itapatikana wapi. Tahamaki yule sasa anamfugia uadui unamharibu mawazo. Sasa anaanza kupafikiria, kumbe nimekuja pahala pabaya sana mimi hapa, panankoseshe baada ya Mola wangu hapa. Hivi ndivyo ilivyo ibada hii ya sala inaleta amani. Insha allah tutakuja kuendelea na mambo vile vile yaliyohusiana na kuweka amani ndani ya Uislamu katika darsa zijazo.